Sasa unaweza ukawa ni mtumiaji mzuri sana wa simu, lakini ukawa hujui jinsi ya kutengeneza katuni kwa kutumia simu yako. Sasa mimi leo nataka kufundisha njia rahisi sana ambayo itakuwezesha wewe kuweza kutengeneza katuni kwa kutumia tu simu yako, na watu wengi wamekuwa wakijiingizia pesa kwa kutengeneza hizo katuni kwa kutumia tu simu. Nikumbushe bwana, mimi naitwa Msafi na hii ni Msafi Max TV. Sasa cha kufanya utafungua Play Store ama App Store, eh, utafungua Play Store yako kama hivi hapo, utaenda kwenye sehemu ya kusearch utabonyeza hapo, utaandika uta search neno linaitwa Plotagon. E, utaandika hapo po Plotagon, kwa hiyo useme kusearch hapo, tuta search Plotagon. E, ukisha search kama hivyo, utaona hii hapo, hii hapo, hii hapo Plotagon story, hiyo iyo ndo application ambayo tutaenda kuitumia. E, kwao baada ya hapo, baada ya hapo, bada hapo try, try open eh iyeupeniutaisubili hapo ifunguke hiyo. Baada ya kufunguka itafunguka kama hiyo inavoonekana ko apiyetukifunguka itaonekana kama hivyo. Sasa hatua ya kwanza kabisa unaenda kuchagua mazingira kwamba video yako mazingira ifanyike kwenye, ma, kwenye mazingira gani, yaani environment kwamba video yangu ifanyike kwenye mazingira gani. Mfano hapo ni mazingira ya chumba au ni mazingira ya chumbani. Sasa mazingira yako mengi yako mengi sana, sina tegemeana naona nataka video yako labda ifanyike mtaani wapi. Kwa nitabonyeza hapo, nikishabonyeza hapo hivi utaona mazingira yaliyotokea hapo, ni mazingira mengi sana, kwani nitachagua mfano. Kama nitachagua labda labda nataka mazingira ya sebuleni eh, kama hivi hapo nimebonyeza mazingira ya wapi video yangu nataka ifanyike kwenye mazingira ya sebule. Kwa hiyo nitabonyeza, taangalie. Sasa nitakuwa ni add character, tabonyeza hapo. Character ni muhusika kwenye video eh, character hapo hapo ni kucreate, lakini mimi nitaadi hadi huyo hapo ambaye tayari huko eh, na muadi kwao. nilipobonyeza hapo, tayari nimeshamwadi muhusika kwenye nini, kwenye video, kwenye kwenye video yangu, kwenye. Kwa hiyo ni muhusika wa kwanza ambaye nimemwadi hapo, nachagua sasa position au imekaa wapi huyu mhusika wangu, nimemweka au imekaa kwenye nini kwenye kwenye sofa, ehe. Kwa baada ya hapo sasa, labda nataka ni hii video yangu ina wahusika wawili, nini nitafanya? Nitabonyeza hapo tahadi, manake tahadi karakta mwingine, ehe, ambaye nitakuja kumwadi nani. Nimeamua kumwadi lizi hapo, ehe. Baada ya kubonyeza hapo, unaona lizi tayari nimeshamwadi kwenye nini kwenye kwenye kwenye video yangu tayari na karakta wawili yani, na wahusika wawili ambao nataka niwatengenezee nini, niwatengenezee hii video tayari. Wako wangapi? Wako wawili, mhm mm. Sasa baada ya hapo, nakuja na bonyeza hapo na nataka ni hadi sound. Nimemchagua nani? Nimemchagua bwana Scott, kwamba nataka nimwadie sound, umeona. Lakini ukiangalia vizuri hapo kuna sehemu hapo ambayo unaweza ukaandika maneno ambayo unataka huyu Mr Scott aweze kufanyaje, kuongea. Huyu mhusika wa kwanza aweze kufanyaje, kuongea lakini sasa mimi sto sto hiyo sehemu sto, hapo nisemee ya kuandika. Lakini mimi sto tabonyeza hapo ili niweze kurekodi tu, sio nataka kuandika ehe. Kwa baada ya hapo ta rekodi hapo na rekodi. Sasa narekodi ehe. Baada ya hapo nakuwa nimevaje, nimemaliza. Hebu tumsikie uone. habari za asubuhi. Sasa hapo unaona kabisa tumeshahidi. Tumeshaadi sauti kwa nani? Kwa Mr Scott. Kwa hiyo tayari right, tumeadi sauti, kwa hiyo character yetu wa kwanza tayari right, tumeshamwekea sauti no, no. Na unaona kabisa tumeweza kufaniki tumefanikiwa. Asa, tumenda, sasa tunaenda kuchagua character mwingine ambaye ni Liz, tunaenda kuchagua polisi. Sasa tunaenda naye kumu tutataka tumwekee sauti na ehe, ajibu sasa tuone. Kwa hiyo tumeshamchagua Liz, hapo tutaenda sehemu yetu ile ya kurekodi, hapo tutaenda sehemu yetu kwa ajili ya kurekodi, hapo tutabonyeza hapo afu taanza kurekodi maanake hapo na rekodi naweka sauti kwa nani? Kwa lizi eh, kwao. Baada ya hapo tayari, nakuwa nimeshafanya nimesha rekodi. Kwema Kwe kabisa, habari Kwe za asubuhi, kwema kabisa. Sasa kufikia hapo, naona kabisa nimekupa mwanga jinsi ya kuweza kutengeneza hizi katuni kwa kutumia simu yako tu. Sasa mi nikumbushe, mi naitwa Msafi, na hii ni Msafi Max TV, na hivi ndivyo ambavyo huwa tunafanya kila siku.